Ndugu wananchi, sekta ya madini imeendelea kuwa muhimili muhimu wa uchumi wa taifa letu. Katika mwaka wa fedha 23 24, sekta hii ilichangia asilimia 10.1 ya pato la taifa ikivuka lengo la kitaifa la asilimia kumi lililowekwa kwa mwaka wa fedha 2025 mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa. Katika kipindi hicho, sekta ya madini ilikushanya maduhuli ya shilingi bilioni mia saba hamsini na tatu nukta moja nane ikiwa ni ongezeko kutoka shilingi bilioni mia sita ishirini na moja nukta sita moja kwa mwaka wa fedha 2021 2022 hadi kufikia Mei 2025 wizara ya madini ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 905.4 sawa na asilimia 95.04 ya lengo la mwaka. Mauzo ya madini nje ya nchi yalifikia dola za Kimarekani bilioni tatu nukta tano tano kwa mwaka ishirini ishirini na tatu yakichangia asilimia arobaini na sita ya mauzo yote ya bidhaa za nje. Ndugu washiriki, sekta ya madini imezalisha ajira 19,356 kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2023, ambapo asilimia 97.4 ya ajira zilienda kwa Watanzania. Ndugu washiriki, uchumi wa madini nchini kwa kiasi kikubwa unatokana na madini ya dhahabu ambayo huchangia takriban asilimia 80 ya pato yatokanayo na rasilimali madini katika kipindi cha ja Julai 2022 20 20 hadi Machi 2023, bei ya dhahabu kwa wakia moja ilifikia wastani wa dola za Kimarekani 1854. Bei hiyo iliendelea kuongezeka ambapo katika kipindi cha Julai 2023 hadi Machi 2024 bei hiyo ilifikia wastani wa dola za Marekani 2138. Vile vile kuanzia Julai 2024 20, hadi Machi 2025, bei ya dhahabu imeendelea kupanda ikifikia wastan wa dola za Marekani 2655 kwa wakia moja sisi mkoa wa Lindi tumeamua kwa pamoja, pamoja na viongozi wenzangu wa chama na serikali, kuonyesha umma wa Watanzania nini kipo ndani ya mkoa wetu, kwa sababu ukisema ukae peke yako, ujifungie ndani, utabaki ndani na wasichana wako wazuri, utabaki ndani na vijana wako wazuri, lakini ukitoka nje ukaenda nao sokoni watu wataona kumbe pale kuna wasichana wazuri, kumbe pale kuna vijana wazuri. Kwa hiyo ni rahisi kupata wakwe na ukapata wajukuu. Kwa hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulipogundua kwamba mkoa wetu una rasilimali kubwa ya madini, lakini uchimbaji uko kwa kiwango kidogo sana, tukaona tutoke tuyatangaze madini haya. Kwa hiyo mwaka juzi tulianza kufanya kazi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati ule tunasema twende tukatangaze, tulikuwa na leseni ndogo elfu mbili mia nane sitini na moja lakini sasa tuna leseni elfu tatu mia mbili themanini na moja leseni za uchimbaji wa kati zilikuwa kumi na sita sasa hivi ziko ishirini na tano lakini tuna leseni moja kubwa ambayo inaendelea na kazi. Leseni za uchanjuaji madini nazo zimepanda mpaka zimebaki ku ziko kumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunaanza maonyesho haya mwaka juzi tume ya madini ilikuwa inakusanya kiasi cha shilingi bilioni 5.59 kwa mwaka, lakini sasa hivi maduhuri yatokanayo na uzalishaji na mauzo ya madini kwenye mkoa wetu yamefikia bilioni 8.10, ambao ni sawa na ongezeko la asilimia 44.9. Kwa hiyo tunaona kwamba kutoka pale tulikokuwa tuna ukuaji, na ndio maana tunapima maonyesho yetu ya madini kwamba yametuletea manufaa makubwa. Sambamba na madini tuliyonayo kwenye mkoa wetu, tunalo rasilimali kubwa ambazo ziko ndani ya mkoa wetu, ambazo nazo tunapokuwa na maonyesho haya, tunaziweka sokoni pia tunazitangaza, ili wananchi na Watanzania waweze kuzifahamu na waweze kuja kuwekeza. Mkoa wetu una maeneo ya akiba ya gesi ambayo inafikia ujazo wa futi trilioni tano ambao mpango wa serikali ni kuendelea kuyatangaza maeneo haya ili kuvutia wawekezaji zaidi, kwa lengo la kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa mkoa wetu na nchini kwa ujumla. Lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wetu huu umebarikiwa kuwa na maeneo ya mafuta na gesi asilia. Maeneo haya pamoja na kisiwa cha Songosongo kilichopo Kilwa, ambapo tayari kuna mwekezaji, lakini pia tuna maeneo ya Kiswere na Mtandi ambayo sasa bado hayajapata wawekezaji. Kwa hiyo maeneo haya yote, tunapokuwa na majukwaa haya, tunayaweka hadharani ili watu wenye nia waweze kuja kuwekeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ma, matokeo yaliyopatikana kutokana na maonesho hayo kwa kipindi cha miaka miwili ni pamoja na kuongezeka kwa mapato ya serikali kukua na kuongezeka kwa mitambo ya teknolojia za kisasa za uchimbaji na uchenjuaji, kuanza kwa uchimbaji na usafirishaji wa madini ya jasi unaofanywa na kampuni ya Lindi Jumbo kama ambavyo utajionea hivi punde. Aidha, kumekuwa na ongezeko la wachimbaji wadogo wakati na wakubwa kutoka wachimbaji 2265 20 mwaka 2023 hadi kufikia wachimbaji 2948 mwaka huu wa 2025. Aidha tumeongeza idadi ya mikataba ya ushirikiano kati ya wachim... ya ya mikataba ya ushirikiano katika uchimbaji kutoka mikataba sifuri mwaka 2023 hadi kufikia mikataba mitano mwaka huu wa 2025 na, na, na, na. Na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo?